Moja ambapo serikali ya kaunti ya Mombasa imethibitisha mchipuko wa ugonjwa wa chikungunya katika maeneo bunge sita ya kaunti hiyo. Hii ni baada ya watu 15 kulalamikia ugonjwa usioeleweka katika mtaa wa Bamburi mwisho siku chache zilizopita. Maofisa wa kaunti sasa wanasema wameanzisha mikakati ya kudhibiti ugonjwa huo baada ya baadhi ya wakazi wa kaunti ya Mombasa kulalamikia kuwa kuna ugonjwa ambao haujulikani na serikali ya kaunti ya Mombasa kuchukua baadhi ya sampuli za wagonjwa hao. Sasa serikali ya kaunti ya Mombasa imejitokeza kusema kwamba ugonjwa huo ni chikungunya. Ugonjwa huu ni inaletwa na virusi na hizi virusi zinasambazwa na mbu. Kuna aina ya mbu ambaye anaitwa Aedes aegypti ndio ana, na huu mbu tabia yake huwa anauma mchana Si kama kawaida ya kuwa tunaona dengi ndio inasapas magonjwa haya mengine. Wakati huu tumeona ni chikungunya ndio sasa imekuwa na haya upsurge than the dengue fever. Kulingana na utafiti wa serikali ya kaunti kupitia maafisa wa afya, wanasema kwamba asilimia 45 ya wagonjwa wanaofika katika hospitali za umma wanaugua chikungunya. Chikungunya maumivu yake huwa ni makali zaidi na sana sana kwenye viungo na mtu huenda ikatokea pia akapata kufura katika zile e, viungo sehemu ambazo pengine inauma na pia anaweza kuwa na pia rashes. Sasa wanataka wakazi kuweza kuchukua tahadhari zaidi, ili kuhakikisha kwamba wameweza kujikinga na ugonjwa huu, kulikuwa na mkurupoko na wa huu, kwa sababu saa hizi wakati wa mvua kuna uzalishaji mkubwa wa mbu. Mbu wanazaana kwa wingi sana katika mazingira ambazo tunakaa kwenye majumba Uh, sehemu ambayo tunafanya kazi na kadhalika, jikinge na mbu, kwa sababu mbu habebi ugonjwa mmoja peke yake ambao tunauongelea saa hii. Mbu anabeba maradhi ya malaria, kuna anaweza kusambaza maradhi ya dengue fever. Kwa hivyo ni jukumu letu kuhakikisha kuwa mazingira yetu ni masafi, kuhakikisha kuwa tumetoa vidimbwi vya maji katika mazingira yetu ku um, kuongeza nguvu ya ile juhudi ambayo department pia inafanya. Pia jamii nayo ikichukua uh, responsibility nafikiri tutaweza kushukisha uh, kabisa hizi cases. kana hilo, serikali ya kaunti ya Mombasa imesema kwamba inaendelea na hamasisho nyanjani ili kuhakikisha kwamba wakazi wametambua kuhusiana na jinsi mbalimbali za kujikinga uh, fumigation spraying na pia CHPs wetu wamekuwa wakienda do to do wakiongelea uh, kuhusu kujikinga na uh, magonjwa haya katika huu msimu wa mvua. Francis Citizen, Mombasa. wa mvuaiwingi number 3